Bwana awe nanyi. Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Tusome Mathayo sura ya tatu, kuanzia mstari wa kumi na tatu hadi kumi na saba. Wakati ule Yesu alitoka Galilaya akafika Yordani kwa Lakini Yohane alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe unakuja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, acha iwe hivyo kwa sasa, kwa maana ndivyo ekupasa kutimiza haki yote. Akakubalia akamubasakulia akisema baada ya Yesu akatoka mara majini, na tazama bingu zikafunguka, akamwona Roho wa Mungu akimshikia kwa mfano wa okiwa, kwa tazama, pale pale sauti ikatoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa, mupendwa anipendeza. Injili ya Bwana.